Awali yote nitoe shukrani nyingi sana kwa mheshimiwa spika wetu kwa sababu anafanya jambo hili kwa moja kwa moja, unaona kwamba ni kitu ambacho kinatoka ndani ya moyo wake, kwa sababu si jambo ambalo analifanya kwa kubahatisha. Jambo hili analifanya kila mwaka, anafanya jambo ambalo kwa, pamoja na kwamba linagusa mwezi wa kufunga wa Waislamu mwezi wa Ramadhani na linagusa futari ambayo ni ibada ya kufungulia saumu, lakini ni kiunganishi cha wanambea hapa, tupo tumekusanyika, Waislamu wasiokuwa Waislamu na watu wengine tofauti, tuko kwa pamoja na ni kitu ambacho kinatuunganisha kila mwaka. Amezungumza chifu hapa namna gani jambo hili linavyokuwa na uzuri. Kwa hivyo nimpongeze sana mheshimiwa spika wetu kwa hili analolifanya, na kwa hili analolifanya pamoja na mengine ambayo ndugu yetu dada yetu kiongozi wetu anayefanya, tukiyashuhudia kushiriki kwake kwa karibu sana katika furaha na huzuni katika mambo yetu wanambeya, ni mambo makubwa sana, ni mambo ambayo yanatoa ishara ya kwamba ni kiongozi wa aina yake, yanatoa ishara kwamba yeye ni tunu yetu ya Mbeya. Sasa ndugu zangu, kama hali ni hiyo, basi tusipoteze tunu yetu, mheshimiwa ni tunu yetu na tunu siku zote ni kitu cha thamani kubwa, na tunu inatakiwa kulindwa. Kwa hivyo kadri hali ilivyo mbele, kuna uchaguzi na vitu vingine tofauti, tuwe makini. Kupata kiongozi wa aina hii ni jambo la bahati. Kuna mikoa inalia inatamani hasa kuwa na mtu kama huyu. Kwa hivyo tumlinde, tuwe naye, tushikamane naye, na bahati ya nchi yetu leo hii Mbeya tunaye kiongozi wetu Dr Tulia Akson Mwansasu, lakini nchi yetu ina mama mwingine jasiri, Dr Samia Suluhu Hassan, kiongozi ambaye ujasiri wake, ukakamavu wake na mipango yake anavyoifanya, maendeleo ya nchi yetu yanaonekana namna gani yanakwenda.